ala tahrimi isqati aljanini baada nafhi rruhi fihi, wamekubaliana wanachuoni uharamu wa kutoa mimba baada ya kupuliziwa. Wameharamisha wanachuoni wamekubaliana uharamu wa kutoa mimba baada ya kupuliziwa roho. Na roho inapulizwa baada ya miezi mingapi? Minne. Kwaiyo mimba ya miezi minne ni haramu bitifaqi lulamaa kuitoa. Wa'tabaru dhalika jarima, wanachuoni wamezingatia jambo hilo ni kosa kubwa. la yahillu lil muslimi an yaf'ala, si halali kwa muslimu kulifanya. bi annahu jinayatu, kwa sababu ni kosa la jinai. ala hayi mutakamili al khalqi dhahiru hayat. Kwa sababu ni kosa la jinai kumfanyia kilichokuwa hai kichokamilika maumbile yake na kimedhihirisha uhai, watajibu diyatu fi isqati, itakuwa ni lazima kutoa dia kutoa fidia ya kuua utoe dia ya kuua fi isqatihi. In nazala hayyan mathalan, na ametoa mimba ile, mimba alivyoitoa kileki, kijitoto kikatoka aliyokuwa kiko hai baada ya kutoka, thumma mata kikafa, lazima utoe dia ya kuua, sawa, ambayo ni ngamia mia moja. Kahesabu ngamia moja shingapi, alafu ikishajua bei yake pigia mara mia, umeua sawa. Yaani kimetoka, alafu kikafa. Kimetoka kiko hai, labda amefikisha miezi mitano ndo anaangaika vidonge, ikatoka. Baada ya kutoka, ikikalia alafu yalla kikafa, inabidi utoe dia yako, utoe dia sawa ya kuua. Wa uqubatun maliya, hii ni adhabu ya kimali. Aqallu minha in nazala mayita na kama itakuwa chini kidogo, kama atakufa aliyakuwa nani ni maiti yani, akalimtoa akafa, yani akamtoa aliyakuwa mfa nini, ashakufa. Ama akimtoa yuko hai afa akafa pale pale, anabidi dia kutoa bia wa rukuba tumalia aqal, na atoe adhabu ya, ya kimali ambayo ni ngamia chini yake. Wa ama isqatu aljanin qabla nafkhi ruh, hii ni atua ya kutoa mimba aliyakuwa mtoto shapuliziwa roho. Tumeelewa? O, unatikisa kichwa mista Fauz Abunan Abu Saleh Abunan Abu, abu Fauzani. Hii ni hatua ya mtu anaitoa mimba aliyakuwa tayari kile kikitoto kishapuliziwa roho, ni haramu na ni kosa la jinai, lazima atoe dia

katika moja ya sauti zake nilikuwa nikisikia akisema kumtoa kutoa mimba ambayo imeshapuliziwa roho ni haramu moja kwa moja, sawa. So, isipokuwa kutoa kile ki, ki, ki kijusi kabla ya kijapuliziwa roho, anasema inarejea kwa masharti. Jambo la kwanza, huenda kimetungwa nje ya ufuko wa uzazi imetungwa nje ya ufuko wa uzazi, na hilo lipo kuendelea kuwa nje ya ufuko wa uzazi, uende kamletea madhara yule mama kafa kwa, kabla ya kupuliziwa roho, inabidi kufanya nini? Itolewe kwa ajili ya kumwokoa yule mama, lakini kama atashauri hivyo daktari, kwa sababu pia wameshurutishwa ushauri wa nini, wa daktari mpaka leo hii, ukienda atautoa kutoa mimba Umejitafutia eh, lenyeyo eh, umejitafutia nini? Kwa nini uitoe? kina kosa gani? raha yako ya risali moja uwe nafsi hmm? kitu cha kwanza alichokitaja kwamba kama itakuwa imetungwa kama unataja kama imetungwa nje ya nini ya fuko la uzazi ikawa ni sababu ya nini, itatolewa baada ya kushauriana baina ya mume na mke. Baina ya mume na mke, bwana baba fulani, sisi nasemani au mama fulani, sasa hii inakuwaje? Ah, mimi hapana, haitolewi. Wakitofautiana nini tolewe. Baada ya kupuliza roho, haitotolewa. Sawa, utaenda kuchukua ushauri wa nani? Labda ashauri daktari kwamba, um, kwa hii hatua huyu mtoto alivyokaa amekaa nje ya kifuko cha uzazi, labda ameshafikisha miezi mitano. Kwa hiyo akiendelea kubaki ataweza kufanya nini? Kuporomoka na mama afanya nini? Akafa. Mwelewa? Pia Sheikh Ibn Uthaymeen anaona kwamba baada ya ushauri wa daktari mathalan ajatungwa njia ya uzazi, baada ya ushauri wa daktari akasema labda hii mimba mfanini itoke, kwa sababu ya labda maradhi fulani, watashauriana wanandoa wangapi? Wawili. Sawa, wanandoa lazima washauriane wakubaliane kwamba hii ifa nini itolewe. Kinyume na hivyo inakuwa ni haramu.